Russia imeanzisha mashambulizi makubwa ya angani dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, na maeneo mengine nchini humo mapema Ijumaa, kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani, hatua ambayo imesababisha vifo na majeruhi. Kwa mujibu wa rais wa Ukraine, volodymyr Zelensky, watu watatu wameuawa na wengine 49 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Wote waliouawa walikuwa wafanyakazi wa huduma ya dharura za serikali ya Ukraine. Mashambulizi hayo yamelenga mji wa Kyiv, Lutsk na Ternopil, iliyoko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kuwa mashambulizi hayo ni majibu kwa kile walichokiita matendo ya kigaidi ya utawala wa Kyiv, ikibainisha kuwa walilenga maeneo ya kijeshi kwa kutumia silaha za kisasa kutoka angani, baharini na ardhini, pamoja na droni za kivita. Kupitia chapisho kwenye mtandao wa X zamani Twitter, rais Zelensky aliandika aliandika, nukuu, sasa ndiyo wakati halisi kwa Marekani, Ulaya na kila mmoja duniani kusimamisha vita pamoja na kuiwekea Urusi shinikizo mwisho wa nukuu. Zelensky alimkosoa kwa njia isiyo ya moja kwa moja rais wa Marekani Donald Trump kwa kutokuwa na msimamo mkali dhidi ya Russia akisema, nukuu, ikiwa mtu hatumii shinikizo na anaipa vita muda zaidi wa kuchukua maisha, hiyo ni kushirikiana na njia isiyo ya moja kwa moja, na pia ni kuwajibika, mwisho wa nukuu. Kwa mujibu wa Zelensky, mashambulizi hayo yalihusisha zaidi ya droni 400 na makombora zaidi ya arobaini, huku wakionya kuwa idadi ya watu waliojeruhiwa huenda ikaongezeka. Meya wa alieleza kuwa watu wanne waliuawa katika mji mkuu huo, idadi inayokinzana kidogo na ile iliyotolewa na ofisi ya rais. Mashambulizi hayo yalilazimu ya maelfu wa makazi wa jiji hilo kutumia usiku katika hifadhi ya chini ya ardhi na hofu ya mashambulizi zaidi. Huduma ya usafiri wa reli ya chini ya ardhi zilisitishwa baada ya uharibifu mkubwa kwenye baadhi ya njia zake, huku hali ya tahadhari ya mashambulizi ya anga ikiendelea. Katika maeneo ya nje ya jiji hilo milio mizito ya risasi ilisikika katika vikosi vya ulinzi wa anga vilivyokuwa vikijaribu kudungua droni zilizokuwa zikielekezwa kwenye mji huo. Sauti za droni zenye makelele zilisikika angani, ikifuatiwa na mlipuko mkubwa. Kwa upande wake, Russia iliahidi iligundua droni 174 za Marekani zilizokuwa zikilengwa maeneo ya ndani ya Russia, pamoja na rasi ya Crimea, huku ikidai pia kunasa makombora ya Neptune iliyolenga meli zake juu ya bahari Nyeusi. Mashambulizi haya yanakuja siku chache baada ya Ukraine kutekeleza operesheni yake kubwa iliyopewa jina la Spiderweb, ambalo iliripotiwa kuwa droni 117 zilitumika kushambulia vituo vinne vya kijeshi vya anga vya Russia. Zelensky alisema operesheni hiyo iliharibu takribani asilimia 34 ya ndege za kivita za kurusha makombora za Russia. Huku hali ikiendelea kuwa tete, mazungumzo ya amani yaliyofanyika hivi karibuni mjini Istanbul hayakuzaa matunda. Ukraine ilisisitiza kuwa na sitisho la mapigano lisilokuwa na masharti wakati Russia ikipendekeza usitishaji wa muda wa siku mbili au tatu katika baadhi ya maeneo. Rais wa Marekani, Donald Trump, ambaye hivi karibuni alizungumza na Rais Vladimir Putin kwa zaidi ya lisani moja, alisema kuwa Putin ameahidi kujibu kwa nguvu mashambulizi ya Ukraine dhidi ya vituo vya kijeshi vya Russia. Trump pia alionya kuwa huenda akabadilisha msimamo wa Marekani kuhusu vita hivyo ikiwa mazungumzo ya amani yataendelea kusuasua, akisema kuwa hatavumilia ucheleweshaji usio na sababu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali.